Na dabi hajaisha, dabi bado inaendelea. Tulianza sehemu ya kwanza ya mkutano wetu kwa kuzungumza eh, na makocha pamoja na manahodha wa timu mbili zinazokwenda eh, kuumana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kesho kuanzia majira ya saa moja na robo usiku eh, na sasa tunakwenda kwenye upande wa pili eh, upande ambao unahusisha mameneja habari wa klabu hizi mbili tunaye Ali Kamwe ambaye ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga ambao wenyewe ni wenyeji wa mchezo huu, lakini pia tuna Ahmed Ally ambaye ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba ambao wao kwa siku ya kesho ni wageni. Kama ambavyo tulianza na kocha eh, Miludi Hamdi ambaye ni mwenyeji, basi hata hapa sasa, tutakwenda kuanza na Ali Kamwe ambaye atakwenda kuzungumza kwa upande wa klabu sasa imejiandaaje eh, kwa mchezo wa kesho na ujumbe wake kwa ujumla kutoka Young African Sports Club. Karibu sana Ali, eh, zungumza na eh, wapenzi wa Young African Sports Club, wapenzi wa Simba Sports Club, wapenzi wa ligi kuu ya NBC na wapenzi wa dabi ya Kariakoo ambayo haina kipengele. Karibu sana. Asante. Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari Habari pia za mchana wa Tanzania ambao mnafuatilia pia mkutano huu wa habari hapa unaotuhusisha sisi wasemaji wa hivi vilabu viwili. Najua viko vyombo vya habari hapa vinaruka mubashara. Basi ni jambo zuri. Cha kwanza kabisa ni kuwapa pongezi ndugu zangu waandishi wa habari wote kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya na mnaendelea kuifanya kwenye kutangaza mpira wetu na kuitangaza vizuri dabi yetu ya Kariakoo. Hivi karibuni, nilimsikia uh, afisa hapa wa mawasiliano mkuu wa habari ya mawasiliano wa bodi Karim Buimanda akitanabaisha kwamba ligi yetu imebakia pale pale kwenye nafasi ya nne kwa ubora na akaenda mbali kwa kusema kwamba Kariakoo dabi ndiyo kioo cha mpira kwa hapa Tanzania. Yaani, maana yake mechi kati ya Yanga na Simba, licha ya ligi kuwa na timu kumi na sita, hatuwezi kukimbia ukweli kwamba kioo cha ligi yetu, kioo cha mpira wetu ni hii dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo mnafanya kazi nzuri sana kuitangaza hii dabi, na hapa ambako inasemwa imefika nafasi ya nne hapa ambako inasemwa ligi yetu ni bora, basi nanyie waandishi wa habari mna mchango mkubwa sana na mna kila sababu ya kupongezwa na nyie mjivunie hili jambo. Nchi za wenzetu ambazo kuna dabi kama hizi eh, kwa mfano South Africa, hapa timu zao mbili ambazo ndio zinateka hisia za watu wengi kiuwezo zimeshuka kidogo, lakini ule ujivuni ule, ule haujaondoka kwenye mioyo ya mashabiki wa mpira bado shabiki wa Orlando, shabiki wa Kaizer Chiefs, inapokuja dabi bado anakuwa mjivuni na mpira wao. Sasa sisi hapa Tanzania tuna baraka zote e, tuna ubora wa hizo timu tuna ubora wa ligi na tuna ubora pia wa mashabiki ambao mara zote wamekuwa wakijitokeza viwanjani kuja kusupport timu zao, na hapa nizungumze sasa na mashabiki na wanachama wa klabu Young Africans ambao kimsingi sisi ndio wenyeji wa huu mchezo, na hata hii nafasi ya kuzungumza wa kwanza, isingekuwa wenyeji, bado hadhi yetu ya kuongoza ligi pia ingetubeba, ningeanza kuzungumza kama kinara wa ligi, alafu timu nyingine zinazofuatia chini zingekuja kuzungumza. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sana ya kutamba, ya kuvimba na kujivunia kuelekea siku ya kesho. Mchezo huu ni wa kwetu. Kikanuni ni mchezo ambao Yanga Africans tuko nyumbani, hivyo tunatakiwa twende tukathibitishe kwa vitendo kwamba ni mchezo wa nyumbani na tuwe sehemu kubwa ya mashabiki ambao wataingia Benjamin Mkapa. Namba kubwa uwanjani ikawe mashabiki wa Yanga, namba kubwa, ikaonekane ni rangi ya kijani na njano ndiyo imeshamiri ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kuwasukuma kuwapa hamasa na morali wachezaji wetu waweze kutupa furaha wiki hii. Kila mtu anaandika la kwake, bwana Pakome amka hivi, Max amka hivi, fanya hivi, lakini hayo yote ambayo tunatamani na ndio kiu yetu yaonekane kesho Benjamin Mkapa. Tutawatia unyonge kweli kweli hawa wanajeshi wetu kama watakuwa wanatoka kwenye taneli pale, halafu wanayanga tuko wachache takiwa tuje kwa wingi tuje kwa namba kubwa na tuje na sauti zenye nguvu, kwa ajili ya kuwapa nguvu wachezaji wetu waweze kutupambania. Kitaalam ishazungumzwa sana hapa umuhimu wa point tatu za kesho, makocha wamezungumza hapa, players wamezungumza, naamini kila mmoja wetu anajua umuhimu wa alama tatu za siku ya kesho. Basi hizo halama pia sisi wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga tuna jukumu la kwenda kuzipambania kwenda kuzitafuta. Sauti zetu ndio silaha ya kwenda nayo kwa Mkapa, tukaishangilie timu yetu, tukawape morali wachezaji wetu, na insha allah baada ya eka tisini tutaondoka tukiwa washindi ndani ya Benjamin Mkapa. Fikiri kwa haya machache <coughs> kabla kichwa hakijapata moto nikarudi kwenye mfumo, niishie hapa. <coughs> Asante sana Ali na usiende bali rudi kwanza, eh, uh, e, kuna maswali hapa. Sawa jamani, kwa kifupi sana, nitakaribisha maswali mawili tu kwa Ali Kamwe kwa sababu alichoeleza kime ni kama vile kimebeba ujumbe ambao umekamilika sana. Sogea hapa jirani basi, pata nafasi ya kumuuliza Ali Kamwe swali. Nakaribisha maswali mawili kwake. Kama hakuna swali maana yake nilichozungumza ni kitu sahihi kwamba ujumbe wake umekuwa umeshiba kulikweli. Una swali eh? Yes, <coughs> Yes. Uliza. Uh, shaka... Uliza hapo hapo, uliza hapo hapo. Yes. Bila hapo hapo, hapo hapo. Shaka una taarifa ya kuhusu manunuzi ya umandewa... Yes. Tiketi zinakwenda vizuri alhamdulillah. Tiketi zinakwenda vizuri, naamini leo tiketi za VIPB zinaweza kumalizika, naamini kwa sababu namba zinaonyesha zinakimbia vizuri. Lile eneo la mzunguko ndio eneo ambalo bado halijachanganya, lakini naamini kwa hamasa ambayo inafanyika siku ya leo, kwa namna ambavyo wadau wa football wameshaziona hizi timu kwenye viwanja vya mazoezi, wameshasikia walimu, wameshasikia maandalizi basi na leo tutakwenda kukimbiza zaidi pia hilo eneo la, la, la mzunguko. Na hii karibu nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa mpira Tanzania, kama tutasubiri tutasubiri, eh, ifanyike hamasa kubwa ndio tutamani kwenda kuiona Kariakoo Dabi, basi na sisi eh, mashabiki wa mpira tutakuwa, tutendei haki mpira wetu kama hii ndiyo mechi kubwa ndiyo kioo cha ubora wa mpira wetu ndiyo mechi ambayo tunapokea watu wengi kutoka nje. Kaka yetu Msigu amesema sasa hivi mechi ya dabi imeshakuwa bidhaa ya utalii. Yaani serikali yenyewe sasa haitazami kwenye jicho la mpira tu, inatazama kwenye jicho pia la utalii, kwa maana wana namba rasmi za wageni ambao wanatoka mataifa mbalimbali mbali, kuja kwa ajili ya Kariakoo ya Dabi na nyinyi ndugu zangu waandishi wa habari, mpo kwenye platform mbalimbali za kihabari za kimataifa, mnasikia, mnaulizwa na mnaona namna ambavyo wenzetu wanajadili kuhusu mechi yetu ya Kariakoo Derby kwao. Naamini, naamini mchezo mkubwa ambao wewe mshabiki wa mpira hapa Tanzania una kila sababu siku ya kesho, wewe na familia yako na jirani yako, kuja Benjamin Mkapa kuenjoy uzuri bwana. Dabi hii wenzetu wa Azam TV wametupa slogani nzuri sana nzuri sana timu zote tumeshaamini ziko bora, si ndio bwana? Timu zote ziko bora, refarii katikati ni Ahmed Arajiga, automatic dabi inakuwa haina kipengele hili nalo nikosa, yaani yani automatic tu kwamba timu zikishakuwa bora E, na katikati yupo Ahmed Arajiga Azam TV wakamaliza pale kwamba dabi haina kweli, haina kipengele. Kwa hiyo twendeni kwa wingi tukainjoi, yani tukainjoi ladha na ubora wa ligi yetu ya Tanzania, tukainjoi ladha na ubora wa Kariakoo dabi. Asante Ali, kuna swali la pili au lipo? Sogea, yes. yeah. Asante. Football, uh, tunaelekea hukumu ya football, Benjamin Mkapa. So nataka nikuulize kwamba ni kitu gani hasa kikubwa ambacho kinakutisha mashabiki wa Afrika pamoja na timu zingine zote barani Afrika na Tanzania. Wanazidi <laughs> kunivuta kijana, wanazidi kunijaza <laughs> ameniambia niseme tofauti eh, kati ya mashabiki wa Yanga na mashabiki wa timu nyingine sasa wewe usizunguke, sema tofauti ya Yanga na hawa timu nyingine, tusiziingize kwenye ugomvi huu. Tuko wawili hapa, mimi naamini, naamini kabisa, na, na nyie ni mashuhuda wote, ndugu zangu waandishi wa habari, na uzuri, ukweli huaga unabakia pale pale, hata kama hamtausema. Yanga ndio klabu yenye mashabiki bora wa mpira hapa Tanzania. Takupa mfano mmoja mwepesi sana sisi tumecheza mechi Azam Complex na Tabora Tabora, wakajitafuta wakatushona goli tatu, jambo ambalo hakuna hata mmoja aliweza hata kuliota, lakini ndio ubora wa ligi. Tabora kajiandaa vizuri, katushona chuma tatu. Baada ya ile mechi mashabiki wa Yanga walisimama majukwani wakiwapigia makofi wachezaji wao. Wameumia lakini wanatambua ligi ni marathon usipompa moyo leo anapo, anapoferi usitegemee kesho ataamka kutupambania ule ulikuwa ujumbe tosha wa kuonyesha tofauti shekhe kwamba hawa mashabiki wa Yanga wanajua football hawa ni mashabiki wa mpira alafu kuna vikundi vya washangiliaji kuna watu oya oya kuna watu wao wanakujaa kufata matokeo uwanjani na namshukuru sana mheshimiwa msigu amesemwa jana kasema uwanja una kamera sasa hivi tutatafutana moja baada ya mwingine, uking'oa kiti tuna wewe. Sasa hiyo mifano miwili shekhe, inatosha kukuthibitishia kwamba Yanga ndiyo timu yenye mashabiki bora wanaojua mpira. Hata ikitokea wamepata matokeo mabaya, Yanga huwa wanadili na ya kwao, wanakwenda nyumbani. Yanga sio mafundi. ujenzi wa uwanja umeisha, wakaanza kagua viti vimekaa sawa, na ati zipo au wa azipo Narudia tena dabi ya kesho haina kipengele, ndugu zangu, kipengele labda wajinacho makoro <laughs> ni neno nilitumia tena. Ashika. Asante sana Ali, na yalikuwa maswali mawili hayo kwake Ali Kamwe, na sasa eh, tunakwenda kwa mgeni, sogea hivi ila usiondoke eh, mm. Na sasa tunakwenda kwa mgeni Ahmed Ally kwa niaba ya Simba Sports Club eh, kocha amezungumza kiufundi ambayo wewe hayo huwezi kuyazungumzia. Eh, sasa zungumza yale ambayo yako chini ya nafasi yako eh, ujumbe wako kwa mashabiki wa Simba, wa mashabiki wa Young African Sports Club ambao wanakwenda kupambana nao kesho, lakini mashabiki wa ligi kuu ya NBC kwa ujumla. Karibu sana. Assalamu alaykum. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika siku ya leo ikiwa ni siku moja kabla ya kuelekea kwenye mchezo wetu muhimu mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara mchezo wa dabi ya Kariakoo mechi ambayo kimsingi inabeba historia kubwa ya mpira wa Tanzania mechi ambayo inabeba, inabeba mwamko mkubwa wa mpira wa Tanzania na ndiyo kilele cha soka la Tanzania kwa kukutanisha vilabu hivi viwili vikubwa nchini Tanzania. Kwa upande wetu Simba Sports Club tumeshafanya maandalizi yote na tuko tayari kwa ajili ya kesho. Nichukue na nafasi hii kuwaita wanasimba wote kesho Benjamin Mkapa, muda wa mechi unafahamika. Twendeni tukafanye kile ambacho tumejiandaa kufanya. Asanteni sana. Asante sana Ahmed na nakaribisha pia maswali mawili kwake, maswali mawili kwa Ahmed Ali, swali la kwanza tutapokea hapa. Asante kwa ah uh, Ahmed. Najua uh, kuna usajili mpya wa wachezaji ambao hawajagusa dawa. Sasa nataka kujua mwaamko na mapokezi ya hao wachezaji wapya ambao ndio mara ya kwanza kwenye Nafikiri ni mchezaji mmoja pekee ndiye ambaye haja hajacheza dabi ya msimu huu. Hapa namzungumzia Volcano Elimpanzo. Wengine wote waliobaki walicheza ngao ya jamii na wengine walicheza mechi ya, ya kwanza ya raundi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kuelekea kwenye dabi hii, kuna wale wageni, kuna ambao wanacheza mechi yao ya tatu, wengine mechi yao ya pili lakini kwa Mpanzo pekee ndio anakwenda kucheza mechi yake ya kwanza ya dabi, na yeye kama ilivyo kwa wengine, maandalizi yao, mwamko wao na presha yao ni kubwa kuelekea katika mchezo huu. Asante. Swali la pili, karibu sana. Maajabu mna namnapigwa hapa, tumekaliwa hapa taswira na njia ya ubingwa wa wekundu wa msimbazi simba ipo kwenye mechi ya tarehe nane bila shaka na maandalizi yanaonekana kawa ya hivi. utayari ukoje kuona kesho jasho damu tunakwenda kumwagika ile taswira ile ya ubingwa wana simba ambao ulikuwa unawaambia mara zote kwamba iko tarehe nane na kwenda kupatikana hii ni mechi kubwa eh, ambayo inabeba ina, ina vitu vingi sana maana yake ni kwamba eh, maandalizi yake vile vile na yenyewe yanakuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo eh, wiki nzima hii tangu tumerejea kutoka Arusha, baada ya kumalizana na Kosti, tumekuwa kwenye maandalizi hayo makubwa, ukiachilia okay, mbali ya kwamba ni mechi ya kwenda kupigania ubingwa, lakini ni mechi ambayo inabeba vitu vingi sana ndani yake. Kwa hiyo so, hata maandalizi yake yanakuwa ni makubwa kweli kweli. Kwa hiyo tumejiandaa pakubwa kuelekea katika mchezo wa kesho. Malizia asante. Mama Ahmed na kushukuru sana lakini pia nyongeza. Kwa nani? Aa, kwa Ahmed, kwa Ahmed, kwa Ahmed. Ahmed. Okay, sawa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mimi kama mashine ya kuongea. Tuelekea katika dabi ya Kariakoo. Lewa yawezekana ukawa wenye, wenyeji ni a, sijajua ni kipi kinachopelekea, kwa sababu mashina akiongea kama leo hii hapa uko down, maanake kuna taswira gani kwa wanasimba ambao wanakutazama sasa hivi? Yawezekana uwisi kama unawatia hofu hivi, eh, au tusubirie mashina ya kuongea kesho, inaweza ikaongea. <laughs> Kusema ukweli ni swaumu tu. <laughs> So, kaka. So, <laughs> so, hii na kosa nguvu sasita si kushagawanyika wakati uh, Ali ana jibu maswali, alizungumza na mashabiki wa Young African Sports Club, kwa hiyo si vibaya nawe kuzungumza na mashabiki wa Simba ukafikisha ujumbe wako. Mimi cha kuambia mashabiki wa Simba, wachezaji wetu wanategemea nguvu yetu, wanategemea support yetu manaake tunawajibika kuja kuwapa nguvu wachezaji wetu. Tunaingia pale uwanjani kwa ajili ya wachezaji ambao watakuwa wamevaa jezi nyekundu. Wakati wao wanapambana kwenye pitch ya Benjamin Mkapa, sisi tunapambana kwenye majukwaa ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo, mwanasimba, hakikisha kesho unakuja Benjamin Mkapa tena, ukija umevaa jezi yako ya Simba Sports Club na kwa hapa tupende kuwatangazia mashabiki ya kwamba jezi zimeshuka bei special kuelekea kwenye hii dabi, ili wanasimba kesho kwenye majukwaa yetu iwe imetamalaki jezi nyekundu, imetamalaki jezi ya nyumbani, tena jezi ya msimu huu, zile mpya za msimu huu ndio maalum za kuvaa kwenye mechi ya kesho. Bei ni shilingi elfu kumi. Ukienda kwenye maduka yote ya Sunderland Kariakoo, Msimbazi, ukienda eh, kwa vunja bey maduka yote, unapata jezi original ya Simba kwa kumi elfu. Hii ni maalum kila mwanasimba. Najua ni, ni, ni, ni Ramadhani, ni Kwaresma, ni nini ni, lakini usije na kanzu, atuende kuswali pale Benjamin Mkapa, tunakwenda kuishangilia Simba yetu tukiwa kwenye uniform yetu. Asante Ahmed uh, uh, Ally mwenyeji, una jambo la kumalizia kabla sija washukuru uh, uh, uh, wanahabari na kufunga mkutano wetu? Jambo la kumalizia, ndugu zangu waandishi wa habari, huyu uh, <coughs> <coughs> bwana amemuuliza huyu kwa nini haongei, lakini sisi kama Yanga tumeshamsikia huyu akiongea akaongea sana, labda leo ndo hamjamsikia. Sisi tumemsikia akaongea sana, kwa hiyo nitumie fursa hii kumwambia yeye na aliyokuwa anawaambia hayo maneno, kesho ndiyo siku ya haki, kesho ndiyo siku ya ukweli kwamba aliyoyazungumza kuhusu wachezaji wetu majibu atayapata kesho. Mimi sijawahi kuwa mvivu kufikisha ujumbe, haijawahi kuwa kazi ngumu kwangu. Nimefikisha taarifa zote na wachezaji wako tayari kuleta hayo majibu ya maneno ya huyu bwana. Kwa hiyo asijisahulishe, unless atuambie sio yeye au mfungo haukuanza, ila tunaye na tuna kazi naye kesho inshalla. Asante sana Ali Kamwe, asante Ahmed Ally. Niwashukuru kipekee kabisa kwa kujitokeza kwenye mkutano huu, na niwashukuru pia wanahabari kwa kuwa nasi kuanzia majira ya saa nne na nusu asubuhi ya leo mpaka sasa hivi tunapohitimisha, eh, mkutano wetu. Asanteni sana, na tukutane kesho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Dabi ya Kariakoo haina kipengele.